Shiriki ligi, uh, ligi, ligi, ligi zote ni sawa. Yani kwa mfano ligi kuu, timu zote ni sawa, lakini bado kuna madaraja kwa hizo timu zetu. Yani kuna baadhi ya timu uh, zinaishi wao ndio wenye ligi, lakini kuna timu zinaonewa, kuna timu azizingatiwi, kuna timu zinachukuliwa poa, zinachukuliwa za kawaida, ndio naska hizi timu za juu hizi za madaraja kati hizi za chini, lakini mwisho wa siku wote wanacheza ligi moja, kama nacheza ligi moja nyinyi wote level moja, mtakwenda kutofautiana kwenye ubora wenu na viwango, jinsi mnavyofanya mnavyofanya mna, mna, mna, mna, mna, mna, mna, vizuri, lakini yule anaiburuza mkia anaweza akamfunga yule anaongoza ligi. Hiyo ndio maana halisi ya ligi, kwamba wote mpo ligi moja, lakini si vinginevyo. Kwa maana hiyo, wakichukuliwa wote sawa yani, kupo, yani watu wote sawa, yani timu zote sawa kwangu mimi hapata kuwa na changamoto aina yoyote, kila kitu kitaenda vizuri. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa hususan na mashabiki wa Simba mm. kuhusiana na udhamini wa GSM huu mm, kwako unauzungumzaje? ni, ni, ni, ni, ni udhamini wa aina gani? lakini pia unahisi una, una dosari yoyote? kwa sababu umekuwa ukizungumziwa sana wa GSM kudhamini vilabu zaidi ya vitatu, vingapi? sijui vilabu sita sijui saba, mm. kwangu mimi GSM iko sawa. ule mfanyabiashara anakuja hapa, anakaa kwenye jezi yako, unamtangazia bidhaa zake, hakuna mkataba mwingine wowote kwamba ukutana na Yanga wefungwa ukutana nani sijui kaza, hakuna kitu kama hicho kwa. Kama JSM ni mfanyabiashara yuko sawa kwenye hili, watu wanataka muone tu Azam. Azam. Azam ana anadhamini ana ligi yetu, timu zote za ligi kuu Azam. Azam. Yaani, kwa maana kila mwezi kila timu inapata percent kutokana na Azam kurusha maudhui au kurusha mechi live alafu hiyo Azam Company Limited ana timu yake ambayo ni Azam FC kwa nini watu wapige kelele JSM alikuja akataka kudhamini kuwa mdhamini namba mbili toka piga kelele huku na huku akatoka JSM alivyotoka JSM lakini anadhamini vilabu vimoja vimoja hivyo vilabu viambie leo vijitoe kwenye udhamini wa JSM vilabu vingi vitakuwa vinakwama kufika site Ukiingia mkataba hizi mia mia mbili zitakufikisha na fedha za Azam utawalipa watu mshahara. Zamani hawa wanaopiga kelele ni watu wa Simba Sports Club. Zamani, uh, Mo Dewji alishakuwa anadhamini Simba, anadhamini Lipuli, anadhamini African Sport, African Lion, vilabu vitatu, hakuna aliyepiga kelele. Kwa nini sasa? Sasa hivi Simba kiongoza ligi tunautaka ubingwa Yanga, kiongoza ligi JSM anaharibu ligi tufike tu hatua tukubali kwamba hivi vilabu vinahitaji watu wa kuja kuvisaidia.